Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na apa kwa alfajiri na kwa masiku kumi na kwa viwili viwili na kimoja kimoja, na kwa usiku unapopita. Je, hapana katika haya kiapo kwa mwenye akili? Kwani hukuona jinsi Mola wako mlezi alivyowafanya kina Adi wa Iramu mwenye majumba marefu ambao haukuumbwa mfano wake katika nchi, na Thamudi waliochonga majabali huko bondeni, na Firauni mwenye vijingi? ambao walifanya jeuri katika nchi, wakakithirisha humo ufisadi, basi mola wako mlezi aliwapiga mjeledi wa adhabu. Hakika mola wako mlezi yupo kwenye mavizio, anawavizia. Ama mtu anapojaribiwa na mola wake mlezi akamkirimu na akamneemesha husema Mola wangu Mlezi amenikirimu. Na ama anapomjaribu akampunguzia riziki yake, husema Mola wangu Mlezi amenitia unyonge. Sivyo hivyo, bali nyinyi hamuwakirimu mayatima, wala hamhimizani kulisha maskini, na mnakula urithi kwa ulaji wa pupa, na mnapenda mali pendo la kupita kiasi. Sivyo hivyo, itakapovunjwa ardhi vipande vipande na akaja Mola wako mlezi na malaika safu safu, na ikaletwa Jahannam siku hiyo. Siku hiyo mtu atakumbuka, lakini kukumbuka huko kutamfaa nini? Atasema, laiti ningilijitanguliza kwa uhai wangu. Basi siku hiyo hataadhibu yeyote namna ya kuadhibu kwake, wala hatafunga yeyote kama kufunga kwake. Ewe nafsi iliyotua rejea kwa Mola wako mlezi, umeridhika na umemridhisha, basi ingia miongoni mwa waja wangu na ingia katika pepo yangu. Imeanza sura hii kwa viapo vya mambo yanayoonekana namna mbalimbali yanayopelekea kuangalia athari ya kudra kwamba wanaomkanya Mwenyezi Mungu na kukanya kufufuliwa watakujaadhibiwa kama walivyokwisha adhibiwa waliokadhibisha kabla yao, na sura ikaingia kuthibitisha mwendo wa Mwenyezi Mungu wa kuwajaribu waja wake kwa kheri na shari, na kwamba kupa kwake na kunyima kwake siyo dalili ya kuridhika kwake au kukasirika kwake tena mazungumzo yakawaelekea wanaosemezwa ya, ya kwamba hali zao zinafichua wingi wa pupa yao na choyo chao. Kisha inahitimisha kwa kuashiria majuto ya wanaopindukia kiasi na kutamani kwao kwamba laiti wangelitanguliza mema ya kuwaokoa na hayo wanayotesekanayo, ya vitisho vya siku ya Kiyama, na yanayokuwa ya kuiliwaza nafsi iliyotua iliyotanguliza mema, wale wa sikiuke mipaka na itakavyoitwa iingie pamoja na waliokirimiwa miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Na hapa kwa mwangaza wa asubuhi unapoufukuza usiku, na kwa masiku kumi yaliyotukuzwa na Mwenyezi Mungu, na hayo ni masiku kumi ya mwanzo wa mwezi wa Alhaji, mfungo tatu, na shafi, yaani hisabu inayogawika kwa mbili, kama nne, sita nane na kadhalika, na witri yaani isiyogawika kwa mbili kama moja, tatu, tano na kadhalika katika kila kitu. Na kwa usiku unapopita kwa kwenda ulimwengu kwa namna ya ajabu. Je, katika vitu vilivyotajwa vinavyoonekana kwa akili hapana kiapo cha kukinaisha? Kwani hujui jinsi Mola wako Mlezi alivyowateremshia adhabu yake kaumu ya Hud watu wa Iram wenye majengo marefu ambayo haikupata kujengwa mfano wake kwa umadhubuti na ujenzi katika nchi. Kwani hukujuwa jinsi mola wako mlezi alivyoteremsha adhabu yake kwa Samuli, kaumu ya Saleh waliochonga majabali kujengea nyumba zao uko bondeni? Au kwani hukujuwa vipi mola wako mlezi alivyowateremshia adhabu yake Firauni mwenye majeshi yaliyoupa nguvu falme wake kama vigingi vinavyosimamisha mahema, ambao walipita mipaka katika nchi na wakazidisha kufanya uharibifu kwa ukafiri na udhalimu. Basi Mola wako Mlezi aliwateremshia adhabu kali ya kuwaunguza. Hakika Mola wako Mlezi anaviangalia vitendo vya watu na anawahisabia na atakuja kuwalipa kwavyo. Ama mtu akijaribiwa na Mola wake Mlezi na akamkirimu na akamneemesha kwa mali na cheo na nguvu, basi usema kwa kughurika na hayo, Mola wangu Mlezi amenitukuza kwa kuwa ninastahiki stahiki haya. Na pindi Mola wake Mlezi akimjaribu wa mtu kwa kumdhikisha riski, basi hughafilika na hikma ya hayo, na usema Mola wangu Mlezi kanidhalilisha. Wacheni mtindo huo Mambo siyo hayo kama msemavyo, bali nyinyi hamumkirimu yatima, wala hamhimizani kuwalisha maskini, na mnakula mali ya urithi kwa pupa hamchagui na lofaa na lisilofaa, na mnayapenda mali mno yanayokupelekeni kupapatika katika kuyakusanya na ubahili wa kuyatumia. Wacheni vitendo hivyo, kwani nakungojeni siku itakapolazwa ardhi iwe sauwa sawa naje Mola wako Mlezi, kama navyostahiki kuja kwake subhanahu, na malaika waje kwa safu safu, na siku hiyo ilete Jahannamu, nyumba ya adhabu. Siku hiyo yatapotokea hayo, mwanadamu watakumbuka ajo ya haribu, lakini wapi kukumbuka huko kumfaye nini? na wakati umekushapita. Atasema seema kwa majuto, laiti ningelijitangulizia katika dunia vitendo vyema vya kunifaa katika maisha ya ahera. Siku hiyo zitakuwa hali hizi, haadhibu mtu kama adhabu ya Mwenyezi Mungu, wala hafungi mtu kama fungavyo yeye. Ewe nafsi uliyetulia juu ya haki, rejea kwenye radhi ya mola wako mlezi, nawe uradhi kwa neema uliyopewa, nawe umemridhisha kwa amali uliyoikadimisha. Basi ingia katika kundi la waja wangu waliowema. Na ingia katika pepo yangu, nyumba ya neema ya milele.